Agano la Kale linalotokana na Biblia upande wake ule wa mwanzo kutoka Ayubu na Methali, mm -hmm. tunanena kwamba hapo mwanzo Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele katika Roho ya Mungu ilipotulia juu ya nchi hii, Mungu akanena akizungumzia juu ya wanadamu wa leo. Kanisa la leo ni takatifu ambalo yeye no wa Mungu alitulia katika kutuumba sisi binadamu na wanyama walioma. Mungu alinena akisema kwamba mimi ni Bwana Mungu, hapa ninawapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne leo taminikawalee That. yale ni maneno ya Mungu yanayoweza yakamfariji mtu, kwa sababu sisi ni ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa wafu na uzima wa milele, kwamba tunatamani sana kurudi kwa Mungu aliko juu mbinguni. Tunatamani leo tujua kanisa la leo lilivyo, lakini tuna ujumbe mzuri kwamba tunampenda Mungu kwa sababu ya ondoleo la dhambi.